Lakini pamoja na hivyo kama ambavyo mheshimiwa waziri umesema, serikali haijalala, serikali haijalala. Baada ya mto kukauka, ndio wanalalamika leo wale mabingwa wa kuelezea matatizo, lakini serikali imeona some years back na imeanza kutafuta jawabu la kukabiliana na hali ya aina hii ikitokea, miaka kama mitatu iliyopita, kwa kujenga mradi mkubwa ambao utatoa jawabu mbadala inapotokea hali ya aina hii. Kwa hiyo tuwaambie wale waliozoea kuelezea matatizo wanajibanza huko, wanafugwa huko nje, nchi za nje, wanafugwa huko, hawafanyi jitihada zozote kuhusu nchi hii. Wao kazi yao ni kuorodhesha matatizo, kwamba serikali haijalala, pamoja na kwamba serikali ilikuwa na kazi kubwa ya kutekeleza mradi mkubwa ambao kwa kwa, kwa, kwa mtu yeyote mchumi angeweza kuwa na sababu ya kutosha kuto kutekeleza mradi mwingine, kwamba kama unatekeleza mradi wa trilioni 6.5 wa bwawa la Mwalimu Nyerere kwa fedha za ndani, hiyo ingeweza kuwa excuse kuacha kwanza kutekeleza miradi mingine. Lakini bado serikali kwa kutambua dharura za aina hii imetoa zaidi ya bilioni mia moja, imeendelea kutekeleza mradi ambao si tu kwa ajili ya maji utatekeleza, utafanya pia kazi ya masuala mengine ya kijamii: umeme, umwagiliaji, mifugo na kadhalika. Kazi hii imeenda sambamba pamoja na miradi ya kimikakati iliyokuwa ikitekelezwa. Kwa hiyo kwa yule atakayesema mbona imechukua muda mrefu, kulikuwepo na miradi mingine pressing kama ule wa wa bwawa la Mwalimu Nyerere ambao umetekelezwa kwa fedha za ndani ambao tulikuwa na shida kubwa ya mgao wa umeme kila dakika. Sasa ule umekamilika, huu uko zaidi ya asilimia 40. Tulikuwa na jambo la reli ya kisasa ambayo na wenyewe ni mradi wa kimkakati katika kipindi hichi hichi, na wenyewe loti mbili zimekamilika na kulikuwa na ujenzi wa daraja la kielelezo la Kigongo Busisi, ambako kuna wananchi miaka na miaka wameteseka wakiwa ndani ya nchi, lakini wakijiona wako ng'ambo nyingine, ambao na wenyewe umekamilika, umeanza kutumika. Kwa hiyo hili si jambo la uzembe, ni kweli. Haya mambo ya mabadiliko ya tabia ya nchi ni ya kweli. Hii sio historia tena, hii siyo ya nchi zingine, hii ipo na kwetu, lakini tumpongeze Daktari Hassan kwa sababu amekuwa sio mtu wa kuelezewa matatizo mara moja, mbili, tatu, nne na kuacha kuchukua hatua kote ambako kumekuwa na tatizo limedu maelekezo anayotoa ni kwamba hili nataka kuona jawabu la. Si hu, si huu tu Akidunda amekwamua miradi mingine ambayo ilishakwama tangu serikali ya awamu ya pili ina miaka ishirini yeye, kwenye miaka minne amekwamua mradi wa Same Mwanga, mradi wa eh, buti, Butiama, mradi wa Butimba, mradi wa wapi huko Simanjiro, mradi wa miji ishirini na nane ipo mifano mingi ya aina hii ukiwemo na huu wa Kidunda.